Akiongea na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dk. John Pombe Magufuli Ikulu jijini Dar es Salaam, Alhaji Aliko Dangote amesema anashangazwa na taarifa za upotoshaji zinazoendelea kuhusu nia yake ya kutaka kukifunga kiwanda chake. Amesema nia yake ni kuisaidia serikali ya Tanzania kutengeneza ajira, hivyo hana sababu ya kuagiza mali hafi toka nje ya nchi ambazo zinapatikana nchini. Alhaji Dangote amesema kutokana na mazingira mazuri ya biashara ya Tanzania ana mpango wa kuangalia fursa nyingine zaidi za uwekezaji hapa nchini in, uh, you know, nitaendelea we'll uh, you know... ni kuwekeza Tanzania. Vyombo vya habari vimekuwa vikijadili, lakini kilichopo ni kwamba haya masuala yameshughulikiwa katika namna inofaa na bila ya kuwa na taarifa za undani zaidi. Ukienda leo bandarini utaona kuna malori mia sita yameingia ikiwa ni njia mojawapo ya kuwekeza zaidi uh, hapa Tanzania. Naye Raisi Dr. John Pombe Magufuli amemhakikishia mfanyabiashara huyo kuwa serikali ya Tanzania itaendelea kuweka mazingira mazuri kwa wawekezaji wote katika kutimiza lengo lake la kuwa Tanzania ya viwanda. Hapakuwa na tatizo, lakini pamekuwepo watu wapigadiri kwenye mradi huu. Badala ya kununua gesi moja kwa moja TBDC, ambacho ni chombo cha serikali, anaingia mtu katikati pale, anataka naye atengeneze kamisheni. Tunataka eneo la kwa ajili ya ya, ya ya jeti kwa ajili ya kueka eneo tu kadogo pale, watu wanataka zikalipwe bilioni 43 kana kwamba watu wanachukua maeneo kule kusudi wakalipwe compensation. Kwa hiyo wapiga wapiga dili ndio walikuwa wameuingilia huu mradi, na sasa hivi wameshindwa na wataregea moja kwa moja, kwa sababu Dangote wamemwona mwenyewe yuko hapa na mwezi huo analeta magari mia sita na yameshaanza kuja kwa ajili ya kubeba simenti na amezungumza, ninyi wenyewe mmemsikia kwamba hataagiza makaa ya mawe au gypsum nje kwa sababu haiingii hakirini kwa nchi yoyote inayotaka kujenga viwanda, kutengeneza ajira. Mna gypsum na, na ko au makaa ya mawe ya kuweza kutumika kwa zaidi ya miaka mia mbili halafu mnakwenda kununua makaa ya mawe nchi nyingine, halafu makaa ya mawe hapa yanauzwa kwa bei ya chini kuliko makaa ya mawe yanayouzwa toka nje. Amemtaka Alhaji Dangote kununua gesi moja kwa moja kutoka TPDC ambacho ni chombo cha serikali badala ya kutumia watu ambao wamekuwa na nia ya kutengeneza faida tu. Katika hatua nyingine, Rais Dr. John Pombe Magufuli amemwapisha mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Christopher Ole Sendeka anayechukua nafasi ya Dr. Rehema Nchimbi ambaye amehamishwa kituo cha kazi na kuwa mkuu wa mkoa wa Singida wengine walioapishwa na rais Dr. Magufuli ni mhandisi Matthew Mtigumwe ambaye anakuwa katibu mkuu wizara ya kilimo, uvuvi na mifugo ambaye atashughulikia kilimo; Dr. Maria Sasabo, katibu mkuu wizara ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano atakae kuwa anashughulikia mawasiliano; Dr. Aloisi Nzuki kuwa naibu katibu mkuu wizara ya maliasili na utalii na bibi Grace Alfred Martin kuwa balozi ambaye atakuwa mkuu wa itifaki.